Sheikh alituambia kuwa yeye anampenda sana Sheikh Uthaimin. Sasa mbona hamfuati kwenye msimamo wake kuhusu kuandama kwa mwezi? Sheikh swali direct na kuhusu <laughs> we. Naam, ni mama, ni mama nani? Huyu anaitwa Mama Abdulrahman kutoka Mtoni Madafu.

Ibnu Uthaimin, Allah amrahamu yeye na wanawachuoni wote waliotangulia mbele ya haki. Mimi ni miongoni mwa mashekhe zangu, ni shekhe ambaye ninampenda mno na ninapenda sana kumrejea katika masala ya, ya usul. Ni mwanasheria mzuri sana au mwanasharia mzuri sana, na alhamdulillah ni msomaji wa vitabu vyake vingi sana na namfuatilia sana na miongoni mwa vitabu vyake ambavyo nakaribia kumaliza vitabu hivyo ni Asharhu lmumti ala zadi lmustaqne, kitabu takriban chenye mijalidi zaidi ya kumi na tano. Sasa dada yangu anauliza, anasema, ikiwa umetuthibitishia wewe ni mwanafunzi mzuri wa Ibnu Uthaimin na unampenda Ibnu Uthaimin, kwa nini humfati Ibnu Uthaimin katika masala ya mwezi? Dada yangu Ummu Abdurrahman, nataka nikuthibitishie ya kuwa Al-Allama Ibnu Uthaimin ni msomi na anajua masala haya, ni masala khilafia, ni masala ambayo yana ikhtilafu baina ya wana wa chuoni. Ni kweli kuna pahala anaonyesha mwezi mwandamo, kila mji kila watu wa mji wana mwandamo wao, qauli hii ipo katika aqwali zake Ibnu Uthaimin rahimahullahu taala.

ana kauli ambayo mimi kama mfuatiliaji na mwanafunzi wake kauli hii ninayo. Inawezekana wewe una kauli moja tu ya Ibnu Uthaimin na mimi nina kauli nyingine ya Ibnu Uthaimin. Ibnu Uthaimin msimamo wake katika muandamo wa mwezi wa dhulhijja, Waislam popote pale walipo duniani wanatakiwa wafuate muandamo wa mwezi wa dhulhijja. hayo ameyasema pale alipoulizwa kutoka Pakistan na muulizaji mmoja. Hii nitawaomba vijana wangu ambao wanaturusha live kupitia Kishki TV waiweke na usikilize mwenyewe kauli ya Ibn Uthaymeen. Alimuuliza swali kidogo ee, swali refu lakini, miongoni mwa majibu yake akasema kama ifuatavyo, anasema amma

anakusudia mwandamo wa Dhulhijja tuzingatie mwandamo wa Makka kwa sababu Makka ndiko ibada ya hijja hufanyika. Akasema, fa idha thabata alhilalu fiha umila bihi Mwezi ukithibiti kuandama ndani ya mji wa Makka, ambapo ndiko kunakofanyika ibada ya hija, basi tunatakiwa Waislamu wote kufanyia kazi na kufuata muandamo huo wa Makka. Kisha akapigilia mstari akasema, wala ibrata bibaqiyatil albuldan, wala hakuna mazingatio katika muandamo wa mwezi wa Dhulhijja katika miji mingine. Kwa nini? Anasema wadhalika, vivyo hivyo, lianna alhaja makhsusun bimakanin muayyan, kwa sababu hija hufanyika katika eneo makhsusi maalumu la yataaddahu, hata siku moja, hija haichupi Hija haifanyiki eneo lingine isipokuwa ndani ya eneo hilo maalumu, nalo ni eneo la Makka. Fainnahu yaktadhi alhukm, anasema hukumu hapa ni kufuata ee, mwandamo wa Makka, hatta walau khalafahu baqiyatu alaqtar, hatta kama miji mingine itakwenda kinyume katika mwandamo yani ik mwandamo wake ukawa tofauti na mwandamo wa Makka.

Tofauti na vile ulivyosema wewe katika masala ya Dhul Hijja, maneno yake wazi kabisa, yasikilize. Barakallahu fiki na kushukuru na nashukuru kwamba uko active na unafuatilia kipindi, na ndio maana ukaweza kuhifadhi maneno yangu ya juzi ya kuwa mimi ni mwanafunzi na mfuatiliaji, na nampenda mno ash-Sheikh al-Allama al-Usuli Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu taala wa rahimahullahu jamia ulamaina al-ajilla